Naam, kwingine kwa mtazamaji, viongozi wa dini wanaendelea kukashifu vikali machafuko yaliyoshuhudiwa katika kanisa la Witima kaunti ya Nyeri ambapo makumi ya watu wanadaiwa kujeruhiwa. Askofu mkuu Jackson Ole Sapit amezitaka asasi za usalama kuchunguza utumizi wa gesi ya kutoa machozi kanisani wakati wa vurugu hizo, na kama anavyoharifu lauroutienu ni kwamba waziri wa usalama Kipchumba Murkomen ametoa onyo kwa wanasiasa dhidi ya kuzua ghasia. Siku tatu baada ya purukushani kuzuka katika kanisa la ACK Witima huko Nyeri, viongozi wa kanisa wamejitokeza kukashifu machafuko hayo. Askofu mkuu wa kanisa la Kianglikana Jackson Ole Sapit akitamaushwa na utepetevu wa asasi za usalama katika uchunguzi wa kisa hicho, ambapo vitoa machozi vilirushwa kanisani na kusababisha majeraha kwa makumi ya waumini.

Vilevile, muungano wa wahubiri nchini ulisema kuwa fujo hiyo inaashiria ya ukosefu wa heshima kwa madhabahu, na kutaka Wakenya kususia kutumia kanisa kama eneo la kumenyana kisiasa. Serikali from committee, from committee ambaye tumesimama naye kama kanisa, ihakikishe kanisa iko na usalama wa kutosha sana sana wakati huu wa kuabudu. Akizungumza katika kaunti ya Kirinyaga, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen naye alitoa onyo kali dhidi ya matumizi ya fujo, sio tu kanisani, bali pia katika mikutano ya kisiasa haijalishi ni mwanasiasa wa mrengo fulani. Siasa yote ambayo ni duni ya kupigana mawe na kupigana maangumi, hiyo lazima ikome, tukue kwa siasa ya amani. Inspekta wa polisi Douglas Kanja alisema kuwa tayari wameanza uchunguzi kubaini mbivu na mbichi kuhusu machafuko hayo. Lora Otieno, Runinga ya Citizen.